Lakini mpango huu taifa, 15, ni utekelezaji wa Dira ya Taifa ya 2050, ni mpango ambao umesisitizwa mwongozo umo kwenye ilani ya uchaguzi, lakini pia umo kwenye sustainable development goals ambazo zimo kwenye misingi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu. Sasa serikali hii ya awamu ya sita ya Dkt. Samia Suluhu Hassan imechukua hatua nzuri sana madhubuti katika kuhakikisha kila mtanzania anapata huduma bora ya afya, na kama alivyosema meneja wa NHIF kwamba hii imo kwenye mikakati ya siku mia za mheshimiwa rais, kwamba hili swala la bima ya afya lingeanza kufanyiwa kazi. Mkoa wa Morogoro tuna kaya 12,000 tuna watu 55,600 katika kaya hizo 12,000 zoezi limeshaanza Morogoro, limeanza hapa manispaa tangu tarehe mbili na litaendelea e, mpaka tarehe 28 mwezi wa tatu, kwa kwenda kwenye hatua za wilaya arfa. Kazi yangu mimi hapa leo, pamoja na mambo mengine, pamoja na kuzindua, lakini ni kuwasihi mule mote ambamo serikali imeweka makusudi kugawa kadi hizi na kufikisha ujumbe wa bima ya afya hii kwa hizi kaya ambazo zimetambulika kaya ya elfu kumi na mbili ndani ya mkoa wa Morogoro, tuhakikishe kwa kwamba nyinyi waganga wa wakuu wa wilaya na kwa uko kwenu wakurugenzi wenu wakuu wa wilaya na kadhalika, mnafanya kila linalowezekana katika nguvu zenu na uwezo na wenu, ili ujumbe huu na kadi hizi na huduma hii ambayo inapatikana kwa kuwa na kadi hii ziwafikie kwa na bima ya afya itaanza na ahadi yake hiyo ameitimiza. Eh, tarehe 26 Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya afya alizindua rasmi uandikishaji wa kaya zisizo na uwezo, na kwa nchi nzima tuna takriban kaya laki tisa thelathini na moja elfu ambazo zimelengwa au zimeainishwa kama kaya zisizo na uwezo, na katika hizo serikali imegamilia kuanza na kaya laki mbili na 7bst elfu kwa nchi nzima, na katika hizo mkoa wa Morogoro umepata kaya elfu kumi mbili ambazo ni sawa na wanufaika elfu sita kumi na moja kwenye zoezi la leo ambalo tumekabiziwa kompyuta uh, na mkua mkoa ikiwa ni e, e, ugao kutoka kwa afya yangu. Eh, kompyuta hizi kwa kweli zitatusaidia sana kwenye utoaji wa huduma, kama inavyojulikana kwamba utoaji wa huduma sasa tunatakiwa tutoe kupitia mfumo. Kwa hiyo kompyuta hizi zitatusaidia sana kwenye kuboresha huduma zetu, kama sehemu ambayo labda tulikuwa na kompyuta moja au mbili, kwa hiyo hizi zitakuja kujazia pale ambapo tulikuwa tuna uhaba, lakini pia hata kwenye bima yake kwa wote, zoezi hili litasaidia sana kwa sababu e, mtu anapo mteja anapokuja na ile bima ni, ni lazima ihakikiwe ni kama ni sahihi.